Vijana si wapo. <laughs> <laughs> mi tayari nishakuwa mzee bwana. Vijana wako strong namna hiyo ah, na inawezekana labda, hapana, vijana, wa... mimi nimepumzika, si nishasema mimi nimepumzika. Sirudii matamshi mara mbili. Vijana wapo, si, si wapo, akina Ray wapo wakina Toni wapo, wanaweza wanaweza kutupeleka kutu, kutu, jimbo vizuri tu okay. Na kama kuna uchaguzi fair Moshi, kwa hali ilivyo, kwanza hata mtu yote anashinda katika ile jimbo yeah. Kama kuna uchaguzi fair yani, hakuna mimi sioni uh, uh, uh, uh, how strong uh, CCM strong, strong hapo, kwa, kwa sababu mimi naangalia miaka mitano namefanya nini, naangalia watu huko mtano wanasema nini, watu wakuwa strong, yani kuekua na uchaguzi huru, halmashauri CHADEMA wanachukua na, na mbunge wanapata ole tu mbunge, au ni mtu ambaye anakubalika kwa nini kwa, kwa umma? Kwa hiyo mimi sina haja tena ya kufanya siasa za kugombea iza za kuendelea na chama changu, hizo ninazo. Tuna majina ya Tony na mm. Kadege wamepewa nafasi ya kushika nafasi ya mwenyekiti nafasi ya, na mm. ya katibu. una mashaka na, na, na uongozi wao? Ha, mashaka wa kiongoza <laughs> za mimi nitajuaje mioyo yao, kina nani mgonjwa, alikuwa strong nani agombea mgonjwa leo hata kuwepo. Yani una kuna vitu kwa mimi na kuna watu wameondoka wa chama hata sielewi lakini sasa wameondoka, unafanyaje? Kwa sababu ndio maana nakwambia kwamba motive za kisiasa ziko zina shida yake. Kwa hiyo huwezi kwanza kwa, kulaumu watu kwa nini watoke mnaweza mkao kwa pamoja baada ya muda mkatofutana mtakotofutana kimitazamo jambo la kawaida kuzo kwa siasa. si una Kenya classic, yani unashangaa leo Raila anaitwa ODM kesho anaitwa hiki. Jambo la kawaida kwa siasa, wala hakuna ugomvi. yani wala watu wala watu wasipasi CHADEMA sio mpaka wao vichaa wachanganyikiwa kwa doa muondoka. Hapana, jambo la kawaida. Cha msingi wakiondoka, mnajipanga mnaelekea bila safari, mlio baki. kuna kitu utakimisi kwa viongozi ambao wanaondoka CHADEMA? mtamisi fitna zao tu ni watu wa fitna, watu wa migogoro, mtakacho miss. Sita miss kitu kingine walikuwa tayari, ni watu ambao washa prove kushindwa ya nguvu fulani fulani hivi za za wakubwa wao. Nitamiss fitna zao dtkaozao chama kwenye kwenye pombe sasa mimi siwezi kujadili habari ya hao. Kwanza hao hamna effect walioweka kwa chama. Hadha ni kukisaidia chama kukaa sawa sawa. Hao watu walibaki hapa sasa hivi wanaweza kupeleka chama mbele kuliko mnavyoweza kuamini. Kuliko hao watu ambao muda wote wamengangania hapo lakini kila siku migogoro, migogoro. Chama mkoa wa Kilimanjaro kesho ni migogoro, chama hakijawahi kutulia hata wakati mmoja. Kwa hiyo mimi sioni kama nitakachomiss ni migogoro yao tu, ndiyo nitakachomiss. Kwa sababu tutakuwa angalau tuna utulivu zaidi.